Na mtazamaji bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kupa update kuhusiana na Harmonize Konde Boy eh, maana tunafahamu kabisa kwamba Harmonize kwa muda mrefu kidogo alikuwa katika maneno fulani vya kutupiana kati yake na Diamond, na hii imetokea sio mara moja au mara mbili uwaga inatokea, then tunaona nakuwa wako katika good terms, wanapatana wanaelewana na nini, alafu baada ya muda tena unakuta wanaanza tena kusemana huko mitandaoni. Kama unakumbuka vizuri, kulikuwa kuna hii incident ambayo ilitokeaga kipindi kile ambacho Harmonize alivyoonyeshaga ugomvi kwa Diamond baada ya kutoka WCB baada ya kutoka WCB na kuanza kusimama yeye mwenyewe Harmonize akaja akaelezea jinsi mabaya ambayo yeye ameshakufanyiwa na Diamond na vitu vingine kama hivyo. Lakini baada ya hapo tukaona kama vile wakawa wamepatana, na tunakumbuka kwamba moja kati ya occasion ambazo ziko zinaonyesha kwamba Diamond na Harmonize wamepatana ni kile ambacho kilitokea siku walivyokutana Ikulu eh, kwa ajili ya futari, ambapo moja kwa moja tukaona wakawa wamekumbatiana, wamepiga wamepiga picha pamoja, wameshikana mikono na vitu vingine kama hivyo. lakini baada ya hapo ni kwamba kitu ambacho kimekuja kuhapa ni bwana, baada ya Diamond kufanya hivyo eh, tukaja tukashuhudia issue ambayo ilikuwa inaonyesha wazi kabisa kwamba, eh, wawili hawa bwana, wakaanza tena kutupiana maneno huko mitandaoni, jambo ambalo lilishangaza watu wengi kwamba imekuwaaje tena. Wakaanza kutupiana maneno, wakaanza mpaka kusemana kipindi kile, nakumbuka eh, wakati Harmonize na date na Poshi eh, ni kwamba Diamond akaanza kutupiana maneno na Harmonize ndheni wakaanza kutupiana mpaka na wakina Poshi Poshi na, na Zuchu akaanza tena kutupiana maneno ikawa ni utata kwelikweli kati yao. Then baada ya hapo bwana, katika tunzo za Trace tukaona tena wakakutana uso kwa uso, wakasalimiana, wakapeana mikono na vitu vingine kama hivyo, then tukajua kwamba okay okay, it's okay, kati yao hakuna tena ugomvi. Lakini tumekuja kushuhudia hivi karibuni tena, eh, mambo yamekuja kuwa kuwachembwele kwa mara nyingine. na hiyo ni baada ya Ibra msanii ambaye yupo pale Konde Gang alivyoamua kujitoa katika record label hiyo. Basi moja kwa moja tukaona Diamond akawa anamsupport Ibra kwa kutumia nyimbo zake, wakati anaposti video zake au picha zake, Diamond akawa anatumia nyimbo ya Ibra kama ile copy and paste, na moja kwa moja Harmonize akamwashia moto tena Diamond kwamba eh, brother usiingilie na vitu vingine kama hivyo, unatafuta kiki na nini eh, lakini pia unakumbuka kipindi kile issue ya, eh, birthday sorry, issue ya party ya Juxi. Eh, pati ya Jux na Priscilla tunakumbuka, na yeye nao pia tuliona wazi kwamba Harmonize Konde Boy alimsema Diamond kwamba alichangia dola elfu kumi tu wakati ile ndege private jet ilikuwa inagharimu eh, takriban dola laki moja eh, ambapo ile nyingine yote ilichangiwa na jamaa mwingine ambaye hakwenda. Kwa hiyo Harmonize alitoboa hiyo siri pia. Kwa hiyo hiyo pia ikaja ikaonyesha kwamba wawili hawa bwana, hawako katika good terms, yani hawana maelewano mazuri. Lakini baada ya hayo yote kitu ambacho tumekuja kukishuhudia hivi karibuni ni kwamba sio tu Diamond eh, lakini inafahamika wazi kwamba hata Salamu SK naye alikuwa na uhasama wa, na Harmonize kwa muda mrefu. Nakumbuka kuna siku Harmonize alishawahi kumpaga mkono eh, Salamu SK katika msiba wa Butale Morogoro, Salamu SK akautupa pembeni, yani aliuputa ule mkono kuonyesha kwamba hataki kusalimiana kwa mkono na Harmonize. Lakini baada ya hapo tukaona wakawa wamelinki tena yes, kule Zanzibar tukaona wamelinki baadhi ya maeneo. Sasa kitukio ambayo limeonekana hivi karibuni limeonyesha kwamba kuna amani kati ya watu wa Diamond na watu na Harmonize, kwamba Harmonize na watu wa Diamond hana ubaya nao, na obviously huenda hata Diamond mwenyewe pia hana ubaya naye yaani kumaanisha kwamba wawili hawa bwana hawana, hawana, ubifu, hawana bifu, hawana ugomvi wala chochote, bali kati yao kuna amani, yani ni peace mwanzo mwisho. Na hili limejidhihirisha mara tu baada ya hivi karibuni, tunafahamu kwamba kuna mashindano haya ya basket hapa Tanzania Basketball, bwana, imeanza tena kuwa na mashabiki, watu wengi sana wanafuatilia, na kuna watu ambao wanapenda mpira huo wa kikapu, yani basket hapa bongo. Kwa hiyo kumekuwepo na ligi, kumekuwepo na timu nyingi ambazo zinafanya vizuri ikiwemo kama vile Dar City ni moja kati ya timu ya kikapu hapa Tanzania inafanya poa sana. Eh, timu hii ya Dar City bwana, sio tu kwamba eti inafanya poa hapa hapa Bongo, hapana, inafanya inafanya poa hapa Tanzania, lakini pia inafanya poa mpaka nje ya Tanzania, jambo ambalo linaonyesha kabisa kwamba kadri ya siku zinavyozidi kwenda, mchezo wa kikapu unaweza ukaja kuwa na, ma, na manufaa makubwa sana kwa watu wengi, kutokana na kwa watu wengi wameanza kuupenda na kuufuatilia. Kwa hivyo basi huko mbeleni the future is bright kuhusiana na mchezo huo wa kikapu eh, kama the way ambavyo tunavyoona timu hii hapa ya Dar City eh, ilikuwa inacheza siku hiyo. Kwa hiyo Harmonize naye pia ni miongoni mwa wadau ambao walitokea katika, eh, mchezo huo. E, bwana so katika tukio hilo la mechi hiyo ya kikapu ni kwamba akuwepo tu Harmonize peke yake, alikuwepo Salamu SK, alikuwepo Babutale na watu wengine wengi sana katika mechi hiyo. Jambo ambalo lilionekana ni kwamba kulionyesha pia domana, nasema kwamba michezo inasaidia pia kuhudumisha amani na upendo, na hicho ndicho ambacho tumekiona kupitia mechi hii, kwamba Harmonize tukamona akiwa nasalimiana kwa kukumbatiana, wakapiga story, vitu ambavyo kiukweli vimemeke headline huko mtandaoni. Lakini pia vilevile amemposti mpaka Babutal kupitia ukurasa wake wa na kuandika maneno mazuri mema kumuhusu Babu Tale, kwa sababu Babu Tale ni kama vile good father wa mziki hapa Tanzania. Ni mmoja kati ya watu ambao wamesaidia sana game ya mziki wa bongo flavor kufika hapa ilipofika sasa hivi. Kwa hiyo kuna matukio ambayo yameonyesha wazi, haya ni matukio ambayo yameonyesha wazi kwamba kumekopo na amani kati ya watu wa Diamond na Harmonize. Na hapa bwana, kupitia peji mbali mbalimbali na wadau mbalimbali ambao wameposti kuhusiana na tukio hilo, kuna mdau hapa ameandika kwamba e, bwana Harmonize uso kwa uso na salamu, SK mimi ndio nimemaliza ugomvi wao najua wengine mtabisha. Inafahamika kwamba Salam SK na Harmonize walikuwa na ugomvi kwa muda mrefu, lakini this time around inaonyesha wazi kabisa kwamba hawa wa wawili bwana ugomvi tena hawana. Baadhi <tipos> nyingine wamekuja wameandika kwamba bwana msanii Harmonize na meneja wa Diamond Platinumz anayefahamika kwa jina la Salam SK eh, kwenye ushindi wa game ya leo ambayo Dar City Basketball imeshinda vikapu mia moja na mbili eh, kwa vikapu hamsini dhidi ya timu ya kutoka Komoro ambapo bado na ambapo eh, bado ambapo bado mchezo bado mmoja mche ambao ni siku ya kesho, Da City itakuwa eh, itakuwa ikishindana na Kafubai eh, huko Dar es Salaam.